Ndugu zanguni katika imani tuelewe, bila misikiti mji hauna Un amani, bila msikiti mji hauna amani. Msikiti basi ndio amani huu mtaa wetu huu, kwa sababu basi hii nuru yenyewe hii ndio nuru yenyewe. Tunapowacha msikiti manake hatuitaki nuru, na hii imejionyesha wazi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatoka Maka anafika madina Madina ilikuwa inaitwa Yathiriba. Watu walikuwa wakiuana, wakitekana, wakidhulumiana, mnyonge anaonewa, mwenye nguvu ndiye ana thamani, mwenye mali ndo anaonekana ana maana ya kuishi, ambaye hana mali haonekani na maana. Vijana ndio walikuwa wanatembea kifua mbele, wazee walikuwa hawaheshimiwi. Ndio ule mji ukaitwa Yathriba, ili neno ukilipatilia maana yake halina maana nzuri. Alipofika bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sema hadhihi almadinatu almunawwara, huu bwana, ndio mji ulionawirika Madina, aliubadilisha. Lakini kitu cha mwanzo mtume alichokifanya, sisi leo wengi tunakosea, ukifika kwenye mji, kwanza unapambana upate nyumba yako, lakini mtume alipofika hakupambana apate nyumba yake. Mtume wa Allah khairul bashar, yeye ndio kiumbe bora duniani, hakuna kiumbe mwenye thamani isipokuwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ana thamani kuliko ni jua, ana thamani kuliko ni mwezi, ana thamani kuliko ni mvua, ana thamani kuliko ni hata usiku, ana thamani kuliko ni hata mchana, ni bwana mtume Muhammad. Lakini alichokifanya yeye mtume alisema, muacheni ngamia mahala atakapofika, hapo msikiti jengwa, msikiti, msikiti kwanza, kwa sababu alikuwa Madina mpaka kwa kuwe na Waislamu, hili ndio kimbilio la Waislamu, na ndio maana ili kwa sababu ofisi ya Waislamu ikatakikana msikiti ipatikane. Ijumaa, Ijumaa yake ni mkusanyiko, tunayakusanya tulionayo. Mathalan, mtaa huu unaitwa Mshikamano, kuna wazee hawaheshimiwi, kuna wazee wanavunjiwa adabu, watu wanawasaliti wake zao. Wakina mama wanawasaliti waume zao, watu wamefeli kwenye maadili ya kulea mtu. Anatoka anakwenda kazini asubuhi, akirudi amechoka, hana habari na kumfuatilia mtoto wake. Haya natakiwa yasemwe siku ya Ijumaa. Vijana hawataki kufanya kazi, kijana ana miaka ishirini na tano ishirini na saba anakulia nyumbani, baba yake yupo, mama yake yupo, anatafutiwa chai, hana habari na kufanya kazi. Akitoka amekwenda kucheza drafti, amerudi, amekwenda banda la mpira, amerudi, anaoga, amepaka mafuta, huyu amekwenda huyu. Kijana atatuharibia mtaa wetu huyu. Mashekhe wanatakiwa waseme siku ya Ijumaa, ndio msaada wa Waislamu. Hatukuleta Ijumaa kwa sababu ya michango, hiyo ni ziada. Ijumaa tumeileta ili tuzitengeneze nafsi zetu, kwa sababu nafsi zetu zina maradhi. Ijumaa tumeileta ili tutengeneze miji yetu kwa sababu miji yetu bado haijawa sawa sawa. Ijumaa tumeileta ili tupate ukumbusho kila wiki. Ndio maana ya Ijumaa. Na ndio maana swala zote ujumbe wake ili kuitwa imetumika swala ya Ijumaa. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'a. Hapa zimekusudiwa swala zote lakini imetajwa Ijumaa ajili tashrif kwa ajili ya kuitukuza Ijumaa, watu waijue Ijumaa. Na wazee wetu walijua Ijumaa, wazee wetu waliipa thamani Ijumaa. Na ndio maana kwa kupitia Ijumaa mtu alikuwa anatoka mbali, anaofuata msikiti uliko. Hamshangai nie, kila mji utakaoingia, anza na mji wetu wa Shinyanga. Ukifika mji wa Shinyanga, utaambiwa huu ndio msikiti wa Ijumaa. Kwa nini? Ukifika Mwanza Utaambiwa huu ndio msikiti wa Ijumaa. Kwa nini? Ukifika Tabora utaambiwa huu ndio msikiti wa Ijumaa. Kwa nini? Kadhalika ukifika Nzega kwenye wilaya pia utaambiwa huu ni msikiti wa Ijumaa. Kwa hiyo ukifika Shinyanga mjini yatakiwa upatikane msikiti wa wilaya ya Ijumaa kwa Shinyanga mjini, na ndio pakatengenezwa hivi, ndugu zanguni wa Kiislamu, lengo tupige hatua kwenye maendeleo, lengo tuweze kutoa takataka zilizopo katika mitaa yetu. Hii ndio maana ya Ijumaa. Tusitumie ijumaa kwa malengo mengine, tutumie ijumaa kwa alivyotuelekeza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo mambo yameharibika ndugu zanguni wa Kiislamu, leo mambo yameharibika, yameharibika kwa sababu hatujajua thamani ya misikiti, hatujajua thamani ya msikiti. Leo tazameni, ndugu zanguni Waweza ukaja msikitini ukakuta mtaro wa upeleki maji lakini, kila mtu anasema huu mtaro ni wa kiongozi, anaondoka sema wa kiongozi. Lakini amri ya Allah inasema wa anna lmasajida lillahi fala tadu ma llahi ahada. Wa anna lmasajida hakusema masjida ukawa ni ule msikiti wa Maka tu peke yake, masajida. Labda tubadilishe ili tukaliita labda kanisa au jumba tugofu. Lakini kama ni msikiti, sio mali ya mtu, ni mali ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anayetaka utukufu kwa Allah asimame imara, kisha nyumba ya Mungu anaisimamia. Man kana lahu mali falyatasaddaq bimalihi, mwenye mali shekhe, toa sadaka kwa ajili ya mali yako. Hapa tuna watu wana uwezo, majumba yao yamezunguka msikiti. Usikubali nyumba yako umeme ukikatika tu, basi hapo hapo umeweka umeme. Usikubali kwenye msikiti umeme inakaa siku nzima, taa haziwaki, taa haziwaki. Kaburini utapata taa gani wewe? Kaburini utapata taa gani? Hata hapa duniani unaamini maisha yako Mungu ndo atakayekupa nuru. Eka nuru kwenye nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maji tunasubiri mpaka watu wa idara ya maji wanakukata maji, na nyie mpo msikitini. Allah anasema kwa harfu taukid inama yaamuru yamuru masajid Allah, wale wenye kuimarisha nyumba ya Mungu. Kuimarisha nyumba ya Mungu ni tafsiri pana sana hii, yaamuru masajid Allah, wanaoimarisha nyumba ya Allah. Inaanzia hapa imamu, imarisha nyumba ya Mungu kwa kutoa darsa, hakikisha waumini imani zao zinakuwa sawa sawa, hakikisha waumini swala zao wanazifahamu, hakikisha waumini takataka zinaondoka, kila anapokuja kusali mteke inama yaamuru masajid Allah. Hakikisha mtu anatoka kule ana msongo wa mawazo, anataka kujinyonga, anataka kwenda kujihilikisha, kufanya mambo makubwa, anataka kwenda kuiba, kufanya nini, akija msikitini tu, wewe imarisha, teka nyoyo yake asahau ya kabisa swala la kuzini. Ndivyo mtume alivyofanya hivyo, na ndio maana hata wale waliozini walikuja kwenye nyumba ya Allah subhanahu wa taala, walikuja msikitini. Mtu mmoja alikuja akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ya Rasul llah, ewe mtume wa Allah, halaktu halaktu, nimeangamia. Mtume akamuliza wa ma ahlakaka, kitu gani kilichokuangamiza? Akamwambia waqa'atu mraati fi Ramadhana, nimemwingilia mke wangu mchana wa mwezi wa Ramadhani. Angalia kosa hili kosa milifanya kubwa, mchana wa Ramadhani amefanya tendo la ndoa na mke wake, lakini akaona kosa lile, ili apate amani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kimbilio ni wapi? Msikitini. Leo mtu akifanya kosa, tunamfukuza msikitini, hafai tena. Wote tunaandamana tena, kwenye hili tunakuwa wamoja. Ajabu ya Rahmani! Msiba tulionao leo Waislamu wa Tanzania na duniani, na duniani. Allah ametupa muongozo, ametwambiaje? istainu bisabri wasala, saidianeni sala na subira na mambo ya ibada, wataawanu alal birri wattaqwa, saidianeni juu ya wema na uchamungu ndio tusaidiane, tushikane. Leo tungelikuwa Waislamu tunashikana, tunakusanyana, tuchaguana, tukashikana, tukaenda mpaka ingia msikitini, ili jambo lingekuwa zuri sana. Lakini sisi tuko tayari tena, zinapigwa sensa, imamu hatumtaki, tunataka tumtoe msikitini kwetu. Hapo tutashikana, tutakuwa kitu kimoja mpaka tutamtoa imamu. Sasa kama tumeweza sisi kumtoa imamu, mbona tunashindwa kushikana ili kuingiza watu ndani ya nyumba? Kumbe nyinyi mnaweza kushikana eh? ila kushikana kwenu kwenye mambo ya kubomoa, kwenye kutengeneza hakuna. Leo angalieni maharusi yetu tunavyoyafanya kifahari. Harusi ya mtu ambaye ni maskini, watu watakusanyika, mwenye elfu tano elfu ngapi, wanawekeana amefanya harusi, itapatikana milioni mbili milioni tatu Lakini msikitini jambo letu Tunataka wote tuwe wamoja itapatikana elfu hamsini, elfu sitini. Tutaenda wapi ndugu zangu wa Kiislamu? Nuru ipatikane humu ndani ya misikiti. Sasa anayetaka awe msaada kwa Allah ajipendekeze kwa Allah subhanahu wa Ta'ala. Usikubali kuliacha jambo hivi hivi. Na hii misikiti ndugu zangu wa Kiislamu siku ya kiyama itapita katika sura hii misikiti na watu wake. Wow, ukiwa mtu wa msikiti na ndio maana kule katika wale watu saba, sabaatun yudhilluhum Allahu, watu saba, saba ambao Mwenyezi Mungu atawafun, atawafunika na kivuli, yauma la dhilla illa illa dhillu, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake. Mtume alimtaja mtu mmoja wa rajulun wa rajulun qalbuhu muallaqun fil masajid, mtu ambaye moyo wake uko msikitini, moyo wake, moyo uko kwanza msikitini. Asubuhi ukiamka unafika msikitini, maji yamekata. Kwa nini yamekata hapa mbona vyoo ni vichafu? sababu moyo huko msikitini kwanza. Wallahi, maisha yetu yakiwa hivyo basi, sisi tutakuwa ni waja wa Allah subhana wa ta'ala, inna lillahi ibadun idha aradu ada tafika kwamba pale tunapotaka na Mungu naye anafanya nini? Ana lakini mioyo kwanza kwanza, we unakuja msikitini, betri ya saa imeisha, haifiki hata mia tano Wallahi, inakaa siku tatu beti imesimama vile vile. Alafu anakuja mtu anamwambia imam, huioni hiyo beti? Wewe nani? Wewe nani? Tukienda kwenye mabanda ya mpira mtu wa miliona benchi limekatika haliwezi kukaliwa vizuri, wallahi atafuta atatafuta tofali azipange hivi, ili wote tukae tuangalie nini mpira, ila msikitini hatuna hayo mambo na sio Leo tuangalie mpira sehemu, umeme umekatika, alafu tunamjua fulani ana jenereta, tutaenda kumwambia leta jenereta, mpira tuangalie. Ila msikitini mtu anakuja kwambia viongozi hawa bwana, si muone hata jenereta anashindwa kununua. Nenda kanunua wewe jenereta, waeke wazazi wako. Ile jenereta itakapokuwepo msikitini, kila umeme unapokatika basi wazazi wako wanapata thawabu. Haya ndio mambo ya kuyafanya, alafu leo tuna mambo ya kufanya. Hata usimpe mtu pesa, fanya wewe, kama wewe kasumba kasumba zetu kufanya zuri umeliona hili, msikiti utakuwa na nuru zaidi, mambo yataboreka i Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu alipomwona yule mama watoto wake wamekesha usiku wa njaa, na, na yeye ni amirilmuminina, Umar alirudi nyumbani kwake. Maana yule mama alikuwa ameweka sufuria ndani yake kuna mawe na maji ya moto alafu amekoleza kuni, basi yule zinakolea, wale watoto wanajua kwamba kuna chakula. Hili ni la kwangu. Akatoa yale mawe, akatoa maji, akapika chakula mwenyewe Umar Bnlkhatabi. Kwa wakati mwingine kuna baadhi ya watu wanapenda kufanya mambo wao wenyewe waachieni, midhali tu usiharibu utaratibu. Maana haiwezekani wao wanataka kuweka mlango kule na viongozi wanataka kuweka mlango hapa, ndio kuna urahisi zaidi. Eka hapa alipokuambia viongozi, huu ndio utaratibu, lakini tusiwazuie watu ili kila mmoja anapofika msikitini awe na uhuru. Mwingine anakuja msikitini anasema mi nataka niwape wazee tu elfu ishirini, ishirini. Usimwambie mbona kuna vijana

na nuru inayopatikana katika msikiti na faida pia inayopatikana katika misikiti. Na sisi ukombozi wetu ni msikiti. Mahala popote pakikosekana msikiti, hata amani inakosekana, utu pia unakosekana. Ijumaa ina sharafu yake na utukufu wake. Ijumaa ina thamani yake. Na msikiti unaposwaliwa ijumaa unakuwa umepanda hadhi msikiti unaposwaliwa Ijumaa unakuwa umepanda hadhi kwa sababu Ijumaa kuna watu watakuja kusali ambao wametoka mbali. Uelewe msikiti huo unahudumia watu wa aina mbalimbali mbali. Lakini zile swala za kawaida pengine ni watu majirani tu hapa. Kwa hiyo imamu atakiwa ufahamu kwamba msikiti wangu sasa unaswaliwa Ijumaa, uwe kimbilio la watu ilo ulikubali. Lakini kwa sababu msikiti unaswaliwa Ijumaa usiwe mtu wa kuzika wale watu wanaokuja msikitini tu, hapana hata walevi si wamekufa? Kinachomfanya yeye aswaliwe ni Uislamu wake, nenda ne kamstiri yule. Ndio maana hiyo hata mtu ambaye anaupinga msikiti amekufa, wewe nenda kamhifadhi. Ndiyo maana ya Ijumaa, tuwapate watu waje msikitini. Lakini pia Ijumaa, kwa sababu watu wanakusanyika kwa wingi, lazima tuboreshe idara ya usafi, na ilikuwepo kipindi cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alehi wasallam, na ndio idara ambayo Mtume aliitazama kwa umakini Ijumaa. Na ndio maana unaona wazee wetu wanaweka udi siku ya Ijumaa kwa sababu watu wanakuja na harufu tofauti tofauti. Wazee wetu wanaweka watu wa usafi Ijumaa. Mwana mama mmoja alikufa wa msikiti wa, wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wakaenda kumzika kimya kimya. Wale watu walimuona mtu wa kawaida kwa sababu yule mama ilikuwa kazi yake ni kufanya usafi tu msikitini, kama leo tunavyowadharau watu wanaofanya usafi msikitini. Tunawadharau kweli, yani tunawaona ni daraja ya mwisho. Na wakati mwingine mtu inafikia hatua anakuja mtu anasema, huu mchele kilo ishirini kampe mfanya usafi wa msikiti. Mtu anakula, mfanya usafi anakula, wanajitengenezea mazingira gani? Yani tunachukua mabalaa juu ya mabalaa, na ndio maana tunakuwa na maisha magumu sasa yule walipokuwa wamemzika, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema nendeni, twendeni, mkanionyeshe kaburi lake. Wakampeleka, alipofika pale Mtume akamswalia sala ya maiti, akiwa yuko ndani ya kaburi. Alipomswalia akaondoka, akarudi, akaambia maswahaba wake, mmeona pale alipozikwa yule mama. Wale watu waliokuwa karibu ya kaburi lake, waliokufa pale, wote wamepata nuru ya yule mama. Kwa sababu gani? Alikuwa akifanya usafi msikitini. Sasa leo mtaa wetu tuliokuwa nao kuna wakina mama wengi wa Kiislamu, laiti wangejiwekea utaratibu, kila inapofika Ijumaa asubuhi, wanakusanyika msikitini, wanafanya usafi ndani ya lisali moja, kisha wanamlilia Allah juu ya matatizo yao na majambo yao na maisha yao, wallahi wabillahi, ndani ya mwezi mmoja wataona mabadiliko. Wataona mabadiliko. Hili tulieke na imamu, nipangie utaratibu, utaona nyumba zitakazokuwa na nuru, na watoto wetu, mtaona watakavyopenda misikiti watoto wetu mtaona watakavyojaa misikitini na msikiti pia utapata na nuru na nuru ya msikiti utaonekana katika mji mzima. inna llaha malaikatahu yusalluna ala nnabi ya ayuhalladhina amanu salu alaihi wasallimu taslima